Wameingia majaji na kuketi eneo lao. Jaji anasema tuendelee. Karani anasoma nambari ya shauli. Anasimama Lenatus Mkude wakili wa serikali mkuu yuko na ajuaji na Solo Katuga, Kathibeti Mbirige, Thawabu Isa wanawakilisha upande wa jamhuri na mshtakiwa Tundu Lissu yupo. Leo tumekuja kujibu hoja za Tundu Lissu kama yeye atakuwa tayari, sisi upande wa serikali tupo tayari waheshimiwa majaji. Mheshimiwa Lissu anaulizwa uko tayari Anasema niko tayari lakini nahitaji kuzungumza, mambo yaingie kwenye rekodi za mahakama. Niwatakia heri ya mwaka mpya nyiye majaji, mawakili wa serikali na wote waliopo hapa. Maswali mawili kati ya matatu ninayotaka kuzungumza, nitasema kwa sababu kifungu cha kumi na moja, kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya magereza, nyiye majaji ni visiting justice kule magereza, wanapata treatment kwa mjibu wa sheria na kwa mjibu wa kifungu hicho mna mamlaka ya kutoa maelekezo na mapendekezo kuhusu treatment ya wafungwa na maabusu. Sisi tunaoishi huko magereza tumepewa haki kwa mjibu wa kifungu cha nani, cha 48 cha sheria hiyo. Jambo la kwanza ni kuhusu haki ya mfungwa kuwasiliana na mawakili wake. Wafungwa wana haki ya kufanya mawasiliano na mawakili au washauri wa kisheria bila kusikilizwa na maafisa magereza, kanuni ya 13 ya kanuni za uendeshaji wa magereza, jen namba 60 mkwaju 1987 prison management regulation. Kanuni inasema kila mfungwa atapewa fursa ya kuwasiliana na mwanasheria wake, na atakapotembelewa na maafisa wanaweza kumwona ila sio kumsikiliza. Anayesoma hiyo kanuni kwa Kiingereza hapa. Sasa waheshimiwa majaji, kumekuwa na tatizo kubwa kuhusiana na haki yangu ya kuzungumza na mawakili wangu bila kusikilizwa na maafisa wa magereza muda wote wako pembeni yangu hadi napozungumza na mawakili. Tatizo hili sio jipya, lilianza toka niko Kisutu. Anasimama na Sokatuga anasema tulikuwa na konsaini, aliweka pingamizi halijaamuliwa, anaanza kusema mengine, naomba mwongozo katika hili. Jaji anaandika kidogo, anamuuliza Lissu, unasemaje? Lissu anasema kifungu cha arobaini na nane nilichosema ni draw attention yenu, sio kuomba chochote, so I'm drawing the attention to you, mkiona ninachokufanya fanyeni, mkiona hamna msifanye. Wajibu wangu ni kuwaeleza kinachoendelea. Jaji anasema nafikiri uendelee, haya madai ya Katuga ameelewa baada ya jibu lako. Tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano tulivyoahirisha kesi, mambo yakabadilika tena. Wakili akifika anapelekwa ofisi ya mkuu wa usalama wa gereza, na mimi na na wakili wangu tunapelekwa huko, huku wakitusikiliza nikiwa nazungumza na kikundi, kuanzia mkuu wa gereza, maafisa wengine zaidi ya watano wanatusikiliza wakati sheria haitaki hivyo siku 88 toka kesi imeilishwa mwaka jana wananisikiliza kila mawakili wangu wanaponitembelea mimi na mawakili wangu tukiuliza tunaambiwa ni maagizo kutoka juu huko juu ni wapi juu mbinguni au wapi Mungu anajua hilo ni jambo langu la kwanza nimepewa taarifa kwa mjibu wa kifungu cha 48 mtajua cha kufanya ili kuhakikisha sheria inalindwa jambo la pili linahusu kutembelewa na watu wengine wasiokuwa wanasheria kanuni zinasema unaruhusiwa kutembelewa na watu Sio ndugu pekee.